Je, unajua ni asilimia ngapi ya wanaume na wanawake ambao hupitia dhulma ya kijinsia? Na je, umewahi kujiuliza kwa nini mazungumzo kuhusu kupanga uzazi bado ni mada nyeti kwa vijana wengi? Kupanga uzazi ni kuamua kwa makini lini na jinsi ya kupata watoto kwa kutumia elimu na njia salama za kiafya. Takwimu za Kenya Demographic and Health Survey 2023 zinaonyesha kuwa ni takriban vijana tatu kati ya kumi pekee ndio wanaotumia njia za kisasa za upangaji uzazi. Hii ina maana kuwa bado wengi hawana elimu sahihi huku hofu na imani potofu zikiendelea kuenea ukimya. Ile ni hatua ya ujasiri inayompa msichana nafasi ya kuendelea na masomo yake bila hofu na kumpa kijana uwezo wa kupanga ndoto zake bila vizuizi. Katika mtaa wa Utange, kaunti ya Mombasa, vijana wanazidi kuinua sauti zao wakivunja ukimya na kuchagua elimu badala ya hofu. Shirika la Help A Broda CBO kwa ushirikiano wa Medicine Sans Frontiers, madaktari wasio na mipaka, pamoja na Bamburi Charity Network wamekuwa mstari wa mbele kuelimisha na kuwawezesha vijana kuelewa kuwa nguvu ya mabadiliko ipo mikononi mwao. Maxwell Agune, mmoja wa madaktari, ameeleza na kuwaelimisha jinsi ya kupanga uzazi na njia tofauti za upangaji uzazi. Daktari.

Hata pamoja na kuwepo kwa njia sahihi za upangaji uzazi, bado kuna mitazamo potofu na imani zisizo sahihi ambazo zimeendelea kushikiliwa na baadhi ya watu. Lakini daktari amefafanua kwa uwazi, akivunja dhana hizo potofu na kueleza kweli kuhusu upangaji uzazi. Ni suala la elimu afya na maamuzi ya kibinafsi na si aibu wala dhambi. So it's a bit of a myth because you see within in the community we have so many myths ourselves. So some people claim that family planning or maybe the contraceptives are 100% effective. The reality is that these are family planning or contraceptives they are not 100% proven to be effective. But once someone uses them the, the right way, they are highly effective. So there is a very big, big difference between being highly effective and being 100% effective. Then another thing, uh,

Mwisho alisisitiza kuwa njia za kupanga uzazi ni salama na sahihi, mradi zinatumika kwa ushauri sahihi wa kitabibu.

Elizabeth Bahati kiongozi wa Help Abroad CBO ameshirikiana pamoja na Bamburi Charity Network na Medicines Frontiers kufanya mazungumzo kuhusu afya na upangaji uzazi. Bahati anaeleza haya. The purpose of this event ilikuwa ni about awareness on adolescent stage holds na pia tunazungumza mambo na contraceptives alafu na reproductive health. This is a safe space ambao adolescents come in what they have to share. We're partnering right now with USAID for Sustainable World Development na pia tuko na ambao wanapatana na sisi to vanish the safe space, na pia kutusaidia we deal with the age group of from age 10 young mothers na pia as a girl at some point, kuna spaces zenye ulikuwa it isikue ni kwamba ni dhambi ama ni kitu kibaya ukiongelea contraceptives, na pia vile ambavyo young mothers wengi na hawa vijana, ndo tukaona ni vyema sana tukiweza kuongea na wao kusiana na masuala ya reproductive health. Safari yake haikuwa rahisi, amepitia changamoto nzito za unyanyasaji wa kingono zilizomwacha na majeraha makubwa ya kihisia na kisaikolojia. Licha ya hayo yote, amwonyesha ujasiri wa hali ya juu, ameamua kugeuza maumivu yake kuwa chanzo cha nguvu. Ingawa bado anakabiliwa na changamoto mbalimbali, amejizatiti kuhakikisha kuwa ukosefu wa fedha hauwi kikwazo kwao katika safari yao. Anaendelea kuhimiza vijana wote, si wanawake pekee bali pia wanaume kujitokeza kwa wingi na kutumia sauti zao kupinga unyanyasaji na kuunga mkono mabadiliko chanya katika jamii. Challenge zetu sana ni uh, we we resource mobilize. Tuna use the available people ambao tuko nayo. We don't have that one donor mwenye tunajua atatufacilitate kwa hizi activities zetu. So ni sisi wenyewe coming from our own pockets. Upate mtu akwambie nitakuletea katoni ya maji, mwingine akwambie nitakununulia soda. Na that is how we get to. Huyu ambaye yuko Shanzu, space yetu iko open kwa youth and adolescents. It's free of charge. So akipata ile nafasi mi, nitasema saizi, um, information ziko almost everywhere. Mshono mzuri ni ile ambayo unapata from someone ambaye ame experience. I will say this because myself, kilipitia kitendo cha dhulma cha kijinsia na am an advocate. So, tusiogope kuongea. So, kama wewe ni msichana na hii information unayopata, just speak out. Kuna ule ambaye ataweza kukufikia ili aweze kukusikiza. So, hata kwa space yetu vijana pia huwa wanakuja. They usually have a real talk. Hapa ndani masuala ya gender-based violence. Speaking of intimate partner, violence. So whoever is willing and whoever has that voice to amplify it. Mwisho, Brian Ocheng hakuachwa nyuma kama mshirika na pia kama mtu binafsi. Amejifunza mambo mengi kupitia safari hii. Aliwahimiza vijana kutumia intaneti kwa njia chanya ili kupata maarifa sahihi kuhusu afya ya uzazi na mbinu bora za upangaji uzazi. So today we join our friends from Helper Brother and Dada Initiative

Cause for you to be assigned a particular contraceptive probably the pill or the IUD they have to now understand your cycles understand different aspects about you as a woman so you can be able to do that online Help A Broda initiative offices are just in Utange so uh, let us not so just sit and uh, feel that we cannot get the help the help is out there. you can get you can get the help online you can get the help physically Ni wazi kuwa upangaji uzazi si tu kuzuia mimba bali ni kupanga maisha yako. Leo, Elizabeth ni kiongozi na pia ni sauti inayobeba mabadiliko. Anasimama kidete kuunga mkono wasichana wadogo kuhakikisha kwamba sauti zao zinasikika na haki zao zinaheshimiwa. Kwa kupitia elimu na mazungumzo, kila kijana anapaswa kujua kwamba kujitambua siyo aibu bali ni nguvu. Jina langu ni Esther Chiro.